Leo nimekuja mekuja Mbulu mkoani Manyara, na safari ilianza kupita katika mlima Magara, mlima ambao wanasema una kona zaidi ya 140 na, na yote haya yakuelekea katika parokia Sanu, kanisa kuu la Bikira Maria mpalizwa mbinguni, jimbo Katoliki la Mbulu. Tulianza kuingia kwanza underground, nikapitishwa katika kanisa la chini, kanisa dogo ambapo wanasaliaga hapo wakiwa wenyewe tu na mara baada ya hapo, nikaanza kutembezwa katika kanisa lote. Kanisa hili lilianza kujengwa mwaka 1990 na lilijengwa kwa miaka kumi, mwaka 90 mpaka mwaka 2000 chini ya marehemu Askofu Nicodemus Basile Hando. Hapa ndipo ambapo walipolala marehemu Askofu Hando. Ni kanisa zuri sana, ukitazama kwa nje, kwa ndani, moja kati ya makanisa mazuri mazuri mazuri ya Katoliki hapa nchini Tanzania. Ni kubwa na baadaye nikapata nafasi ya kupanda juu kabisa hadi ghorofa nne ambapo kuna kengele, na utapata kuona pia vyuu nzuri sana kutokea ndani ya kanisa. Nje kuna makaburi ya mapadri pamoja na watawa wa kike na wa kiume, na hivyo ndivyo ambavyo kanisa linaonekana kwa nyuma. Na kanisa hili zina alama nyingi, kuna minara minne hiyo hapo, minara hiyo minne inaonyesha wale wanjili wanne, yani mwinjili Marko, mwinjili Matayo, mwinjili Luka na mwinjili Yohane. Wenyewe wanafahamu sana, wanaita minara ya wenjili. Ukiwa unashuka katika mlima Magara, kwa mbali kabisa kule utaona ziwa Manyara linavyoonekana vizuri. Asante sana na hadi wakati mwingine.